Kobie bro, mimi pia nikobie. Saa leo bwana, siku ni big huko central bwana, yeah. Huyu jamaa anaitwa Ruto bwana, leo ameenda huko central. Kesho anaanza safari yake hii ya kumwambia watu venye anapeleka maendeleo huko. Wewe unaona historia ya Ruto aje? Hebu mwambie hapo kwa kamera, huyu jamaa sasa ampeleka story huko Central. Ameenda kumwambia wazee venye anaenda kulonya vitu huko, zile vitu zenye amefanya fanya. Bana. Mimi sijui kama nyinyi venye mnaona hii story. Story ni ukweli ama ja hizi ni story tu za jaba za Ruto za kila siku. Eh. Basi weke mafikirio zao kwa Ruto ama ni aje sasa? Tafuta mboga, usingoje hadi story ya Ruto. Sasa hii tour yake ya Central ya siku tano sasa si ni siku tano anaenda siku tano, siku tano. Yeah. Anaenda sijui Kiambu County anaenda Nyandarua, Laikipia, anaenda counties mingi. Hiyo ni kupima wazee. Bana. Sasa mmesema amtasonga na yeye 2027 ama utamfanya aje sasa? Mimi kwanza kivi yangu mimi siwezi songa na yeye. Eh, labda hiyo wengine waamue. Wengine waamue. Yeah. Sasa wewe venye umeona kama wewe unaona hii story eh? I make sense. I make sense. So Mr President. Ah, wana wazee wanasema hii story yako I make sense. Wanaona ni kama venye umeenda kupeleka hii mambo ya development. Hizi ni views za Wakenya. Wakenya ni wanasema hivyo anaona hakuna chako hakuna chake. Amepeleka wazee baa sana sana wa mnyoro. Sasa unajua Gashagwa pia alisema ati apeane dakika kama kumi. Yeah. hivi yeah. Wewe unaona hiyo story aje? Na aweke pesa hapo mabilioni kama kumi, aweke wazee hapo wakati. yeah. Anaongea kidogo hivi, anapeana pesa, ni ukweli ama ni uongo? Hiyo ni uongo. Gashagwa alisema apeane pesa kwa raia, hizo pesa zenye ataenda naye, akaenda pewa raia ndio apewa dakika kumi achangie stori zake alafu aondoke. Hiyo idea ya Kashago, unaona kama iko sawa ama si sawa? Sasa wewe ukipima hii rada ya 2027 venye unaiona uh -huh. Unaona kama tutasimamisha nani ndio aenda apambane na Ruto, ndio sasa atoe Ruto hapo kwa ofisi? Ako tu sawa ama? Hizo ni maoni za Wakenya? Eh, hizo ni maoni za Wakenya wanaongea hiyo story yake. Hii hapana. Hii hapana. Sasa 2027 mnaona saa ngapi hivi atakuwa ameenda? Hai, ngware ngware asubuhi. Ngware alishamtoa. Sasa hebu sasa sasa nipe hiyo program venye itakuwa. Hebu pesa hapa tupe hiyo program venye itakuwa sasa. Hiyo siku 27 hiyo eh, siku asubuhi. Ikifika? Ikifika. Uh-huh. Wewe Ruto unasonga. Yeah, anasonga. Yeah. Itakuwa aje sasa hiyo process yote venye itakuwa asubuhi. Watu wakiamka, itakuwa aje sasa? Kuamka wewe kwenda kupiga kula yako. Mwapigia Kalonzo. Wanaume wataka hapo, kwa hesabu. Bana. Hakuna kutoka hapo kwa nini? Kwa police station ama hakuna? Nikuwa hapo si hesabiwa tukio hapo, tusikia tumeibiwa. Naona Mori pia ameingia. Acha Mori pia atoe maoni yake, yeye anaona hii story ama anatoroka tena. Mori ametoroka. Yeye atoe, kutoa Sophie. Iko sawa. Iko sawa. Haina Mori bro. Sawa. Basi tugoje tuone vipi itakuwa. 27 Ruto must go, ah, yeye iko sawa, yeye iko b